Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tuendelee na tafakari yetu e, katika safari yetu hii ya jangwani, tukiendelea tafakari e, dhana nzima ya msamaha. Naamini wengi mnazidi kubarikiwa, mnazidi kupata neema na mkono wa Mungu unazidi kuonekana katika safari yenu hii ambayo tunaendelea nayo, na naomba hizi neema na baraka usikae nazo, ualike na watu wengine kwa kulike, kushare, kucomment ili watu waweze kupata baraka. Mara mwisho tuliishia vikwazo eh, ambavyo vinazuia mtu kusamehe, na kiukweli nileza hadithi mbalimbali simulizi mbalimbali mbali za kweli ambazo ukizisikiliza kwa makini unagundua kwamba se, hata ningekuwa mimi ingekuwa ni ngumu sana kusamehe, lakini taratibu inabidi tupate matunda ya hiki eh, tunachokiita msamaha. Lazima ifike wakati, hatuwezi kuendelea hivi hivi hivi tu, kubeba watu wale wale, kubeba matukio yale yale, kubeba picha zile zile katika akili zetu. Lazima ifike wakati tu, tuamue kuwa huru, tuamue kuachia. Hasa hapa niwaambie kitu, mmoja aliniuliza hasa, nisiposamehe kuna shida gani? Nisiposamehe kuna madhara gani? Kwa sababu yeye anaendelea na maisha yake na mimi naendelea ya, na maisha yangu, yeye anaendelea na biashara zake na mimi naendelea na biashara zangu, kwani kuna shida gani? Saina haja ya mimi kwenda kumwambia tusameane, tupatane, kwa sababu tukipatana inawezekana tukagombana tena. Kwa hiyo cha muhimu, mtu aliniambia kwamba ah, basi kila mtu aendelee na biashara zake tu, yaani tukubaliane kutokubaliana kwamba okay, tumekoseana lakini kiukweli tusikaribiane. Kila mtu aelewe kwamba eh, amekosewa na kila mtu abaki na biashara zake tu. Nikamwaliza, kweli unaweza ukasema hivyo, lakini kiuhalisia si kila mtu atabaki na biashara zake, bali mtabaki kubebana usiku na mchana. Ni kwa sababu mtabebana kwa sababu, sababu amjui madhara ya hiki mlichokifanya au uamuzi huu mliowamua. Ndio maana kwa kipindi hiki, naomba tutafakari tena madhara ya kutosamehe, madhara ya kutokuwa na roho ya msamaha. Mtaeleza mmoja kutosamehe ni sumu, kutosamehe ni sumu. Mwanazuoni mmoja alisema kati ya adhabu unayoweza kujipa mwenyewe ni kutosamehe. Kati ya sumu unayoweza kuinywa mwenyewe ukisubiri mwingine afe ni kutosamehe. Kwa kutosamehe ni sumu naomba niwaambie, na kiukweli kabisa, naomba niwaambie, hii sumu ukinywa wewe, ukitarajia mwenzako afe Ndugu yangu, kiukweli kabisa utakufa wewe, na mwenzako ataendelea kustawi. Usipokuwa na roho ya msamaha, usipokuwa na roho ya kuachilia, utakunywa sumu ambayo itakuua. Nitakueleza itakuua namna gani. Wakati mwingine ukifikiria jambo ambalo limekuumiza sana, au ukitafakari jambo au tukio ambalo picha yake haitoki utajikuta wakati mwingine unameza mate hivi, yaani una pause, alafu unameza mate. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu unameza, unajaribu kushusha sasa ile jazma au emotions ambayo iko ndani, lakini wewe unajaribu kuisuppress, yaani unaeninya hivi, lakini yenyewe haiwezi mpaka itoke, yaani mpaka kilicho ndani kitoke, kwamba nimekusamehe. Hapo ndipo utapokuwa uu ukiendelea kumeza sasa, utajikuta wakati mwingine unalia peke yako. Ukiulizwa unalia nini utakosa jibu, ukiulizwa unapitia nini mpaka unalia. Wakati mwingine bila wewe kujua, unaweza kuwa umekata ofisini hivi, unatafakari, ukafanya mwenzako akakuuliza una shida gani? Ah, na hiyo achana, hapana, achana. Ah, niko vizuri, niko vizuri. Atakwambia hapana, rafiki yangu, hauko vizuri, unieleze kwa sababu sumu nayo utajikuta unabaki taratibu, yaani hauwezi kueleza sana, kwa sababu labda unaogopa ukieleza, au kingine iwezekana huyo anayekuuliza ndaalee kufanyia, lakini kiuhalisia, ile sumu unabaki nayo, utalia kingine. Sasa hii sumu, ii sumu itakufanya, itakufanya udhoofike kiakili. Sasa wewe kama muda wote unakaa kwa kufikiria hivi, unawaza na nini? Akili yako itadumaa. Hii sumu itaua akili yako na uwezo wako wa kufikiria. Badala ya kufikiria maisha yako, badala ya kufikiria majukumu makubwa yaliyo mbele yako, badala ya kufikiria mipango ile ambayo Mungu ameweka mbele yako na kuwekeza huko, unafikiria mtu unafikiria tukio, unafikiria vitu ambavyo vitakuumiza. Ile sumu itaua akili yako na hautaweza kupiga hatua. Sasa ikiendelea hivi, sasa akili yako imekufa, eh, emotions zako zimekufa, kwa sababu unalialia. Au uwezekani kabisa, itakuja baadaye, hata sasa uwezo wako wa kufikiria utakuwa ni mdogo. Utakuwa kazini, utakuwa kwenye majukumu, mtu atashangaa, mbona sasa unafanya underperformance? Mtu atagundua unafanya hivi, si kwa sababu nyingine ile, ni kwa sababu kuna kitu uko nacho ndani ya moyo wako. Wakati mwingine utakuwa na hasira kwa watu ambao hawahusiki na wewe au hawahusiki na tukio lako, mpaka watu watakushangaa, mbona ni kitu kidogo hiki, mtu amepaniki, mtu amekuwa na hasira lakini ni kwa sababu ya sumu uliyokunywa, ya sumu hii unayoishi nayo sasa inaanza kukuathiri sasa. Naomba nikueleze kitu: ikishamaliza hisia zako kuua, hisia zako ikishamaliza kuua akili yako, itakuua hata kiroho. Utajikuta kanisani unalia, upo tu unawaza matukio, unaona Mungu amekuacha, Mungu akujali, Mungu akupendi, Mungu amekutelekeza. Kumbe ni wewe mwenyewe umejitelekeza. Utakaa kanisani, hata ukiulizwa leo kanisani uliwaza kitu gani, unasema ah, acha tu, acha tu, acha tu. Utajikuta wakati mwingine badala ya kupeleka roho yako, maombi yako, maono yako, ndoto zako mbele ya Mungu, unapeleka mtu mbele ya Mungu. Lakini huyu unayempelekea anakuambia samehe, kwa utajikuta aujiombei wewe, bali unajitesa. Hata ukiwa mbele ya yule ambaye ni chemchemi ya msamaha, utateseka usiku na mchana, na hii sumu itakuua, itakuua kiakili, itakuua kiroho, mwisho kabisa itaenda, inaweza kabusa mpaka mwili wako utajikuta unakonda kwa mawazo unanyong'onyea kwa mawazo, kutembea unashindwa, miguu inaishiwa nguvu. Mwisho wa siku, naomba nikwambie ukweli kabisa, amini usiamini, unaweza ukatangulia mbele za haki, unaweza ukajisababishia kifo kwa kitu kidogo tu cha kuto kuusamehe. Kwa hiyo elewa sana, katika safari yetu ya maisha, kuto samehe ni sumu. Achilia akili yako, mwili wako roho yako iwe huru, usije ukasahau hili. La pili, kuto samee ni vita, na hii vita haiishi mpaka mmoja ajishushe kusema kwamba mimi hivi mimi hivi. Hiyo vita, naomba ni kuhakishie, inaweza ikaendelea, na kuna watu katika hii vita, wengine hawapigani peke yao, bali wanapenda umati wa watu, basi wanawahadithia watu kwamba huyu hafai, huyu anarobaya, huyu yaani, anaalika watu katika vita vyake, na hapo watu wanakushangaa. Vita ni vyako, lakini unaalika watu wengine. Ikienda mbaya zaidi, utaanza kualika mpaka ndugu zako wa karibu, sio tu marafiki hawa pembeni penu, mpaka ndugu zako wa karibu, ukoo wako utaweka katika vita ambavyo haviwahusu kabisa. Baadaye utaenda kushirikisha familia yako katika hiyo vita kwamba mimi, yule hapana, usongee na yule, msende nyumbani kwa yule, msi hivi. Wote watajua maanake, utakuwa ushajisambazia. Yani ni aibu ambayo itakuwa imeenea, eh, si tu toka kwako bali na kwa wengine wanakuwa na kutambua. Na hiyo sasa, hii vita sasa, hii vita ubaya wake, ubaya wake ina tabia ya kurithishwa. Ukienda kwa mtindo ina tabia ya kulithishwa. Unajua, naomba niambie kweli, kuna watu wanawachukia watu wengine, ukiwauliza anakwambia hata mimi sijui kwa nini namchukia. Ni kwa sababu aliambiwa mabaya juu ya yule mtu, yeye mwenyewe hajafanywa chochote kibaya wala nini, lakini kwa sababu amesikia sifa mbaya za mtu na yeye amezichukua, amerithi hii vita. Ogopa sana katika maisha yako kurithi vita visivyo kuwa yako, kwa sababu na wewe utamzisha mwingine. Sasa kuwa makini katika hivi. Naomba niwaambie kitu, hata ukienda vijijini huko utasikia usiende kumtembelea huyu, usiende nyumba fulani, lakini ukiuliza historia unaelezwa historia ya mababu mabibi huko. Ah, huyu alikuwa hivi, alifanyia hivi, alifanya. Hapana ndugu zangu, ifike maala utambue kwamba kutosame, kuto, same, kuto same, ni vita ambayo inarithishwa, na wakati mwingine urithi huu unaweza ukakunyima fursa ambazo zingeweza kutumika au Mungu angezitumia kukunyanyua pale ulipo. Kwa hiyo, naomba leo katika safari yetu ya jangwani, tuelewe hizi shida mbili au haya madhara mawili ambayo yanaweza kutokea usipokuwa na roho ya msamaha. Kutosamehe ni sumu, kutosamehe ni vita. Naomba na tutaendelea na madhara haya katika siku zinazofuatia, tuzidi kujifunza taratibu madhara haya ya kutosamehe, tuendelee na safari.